Tuelekee Nandi ambapo wakazi wa Kapkeruge kwenye wodi ya Kilibwoni katika kaunti hiyo wameandamana kufuatia kifo cha kutatanisha cha mwanamume mmoja ambaye alikuwa akifanya kazi kama afisa wa vijana eneo bunge la Ainabkoi katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwenda zake Julius Kiprono Cheruyot anadaiwa kutoweka siku ya Alhamisi baada ya kupokea simu mwendo wa saa saba mchana alipokuwa kazini, kabla ya mwili wake kupatikana karibu na uwanja wa ndege wa Eldoret. Familia na viongozi mbalimbali wametaka asasi za usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kuwakamata wote waliotekeleza unyama huo. We also got a phone call that somebody has been found, uh, killed next to the airport, Eldoret. So as members of this community, we went to Eldoret only to find him at MTRH morgue. Tunataka hatua ichukuliwe, suspect washikwe, sisi tupate haki, familia wapate haki. Tunapyo unapyoona wa, wa, watoto wao wanalia, mama ndio huyu analia, kanisa analia, sisi machirani tunalia. Mbona mbona huyu mtu aliuawa? Sasa tunaomba ofisi na DCI DCI, oh, wa Eldoret. Kama kufikia saizi hujeshika mtu hata mmoja, hujeshika mtu hata mmoja We want to say hiyo ofisi wa, wa step aside ili iallow uchunguzi. Just imagine to wake up asubuhi to be a widow through a mysterious yani, mysterious circumstance mtu amekufa tu.